Sehemu ya tatu: mbinu za kuzungumza kwa mvuto na ushawishi. Kuzungumza kwa mvuto hakuhitaji kuwa na sauti nzuri tu, bali pia mbinu madhubuti za kushirikisha watu. Hapa kuna baadhi ya mbinu muhimu sana unazotakiwa kujifunza. Moja, tumia sauti yako kwa ufasaha. Badilisha sauti yako kulingana na hisia unazotaka kuwasilisha. Usizungumze kwa sauti moja tu mfululizo, badala yake tumia mabadiliko ya toni, kasi na nguvu ya sauti. Kwa mfano Unapoongea jambo polepole, basi sauti yako itakuwa polepole pole, au jambo lenye hisia fulani. Lakini unapotaka kusisitiza jambo, kuna muda itabidi utumie sauti ya juu au hata kuongea haraka kidogo, kwa sababu unataka kusisitiza jambo. Lakini unapotaka kumalizia, lazima utashusha sauti yako, ili uweze kufunga polepole pole. Kitu kama hicho. Mbili, tumia lugha ya mwili naongelea macho yako, mikono yako na miondoko ya mwili wako pia vina mchango mkubwa sana katika kuongeza mvuto wa spichi yako. Tatu, punguza maneno yasiyo na maana. Hacha kusema a mm, e, kwa hiyo e, ndugu mwenyekiti e, <laughs> hacha kusema maneno haya mara kwa mara kwa mara, kwani maneno haya yanaharibu mtiririko mzuri wa mazungumzo. Nne, tumia mifano halisi. Watu wanakumbuka zaidi hadithi na mifanano kuliko nadharia pekee. Kwa hiyo toa mifano ya maisha halisi ili kushirikisha hadhira, watakuwa engaged, watakusikiliza mwanzo mwisho. Ukizoea kutumia mbinu hizi, lazima utaweza kuvutia na kushawishi watu katika mazungumzo yako.